Waovu wataangamia kama mavi yao wenyewe. Mm. Mchungaji <laughs> vipi leo? Biblia inasema kwamba waovu wataangamia kama mavi yao wenyewe. Tusome Biblia tutaelewa. Wacha tuombe ili tuingie somo hili tuelewe Biblia inamaanisha nini. Ni kipi haswa ni lengo kuja kwetu? Baba wetu wa mbinguni, mfalme mwenye enzi, wewe ambaye ni mkweli na neno lako ni kweli. Sasa nena, sasa nena nasi, topiki ya kipekee na uishe nafsi zetu kwa jina la Yesu ali mwombezi wetu Amen. Watu duniani, unapotazama hasa nyakati za mwisho tunapokaribia ujio wa Yesu mara ya pili, watu wana kiburi, watu wamejigamba, na waovu wanaendelea kunenepa. Maandiko yanasema wanawanda, mali kila kitu wanaonekana kunacho, na wakitazama watu wa Mungu wanawadharau wanawakandamiza, yaani hata wakati mwingine unasikia wanasema, mungu yuko wapi? <laughs> aoni atafanya kitu. Lakini je maandiko inasemaje? Kitabu ni Ayubu ishirini mstari wa nne mpaka ishirini. Maandiko yanasemaje? Je, ujui neno hili tangu zamani za kale? Yaani mungu anakuongelesha wewe nami. Je, una ufahamu leo? Fahamu tangu wanadamu kuweko juu ya nchi ya kuwa shangwe ya waovu ni kweli. Waovu wana shangwe wanasherekea wana kiburi, wanajitapa. Shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya upotovu ni ya dakika moja tu. Ujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni na kichwa chake kikifikiria mawinguni, hata hivyo ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Habari ndio hiyo au. Waliomwona watasema yuko wapi? Ataruka mfano wa ndoto, asionekane; nam atafukuzwa kama maono ya usiku. Jicho lilomuona alitamuona tena wala, mahali pake apata mtazama tena. Watoto wake watataka fadhili kwa masikini, na mikono yake itarudisha mali yake. Mifupa yake imejaa ujana wake, lakini utalala nchi naye mavumbini ingawa uovu una utamu kinywani mwake, ingawa uficha chini ya ulimi wake, ingawa auhurumia asikubali kuwacha uende zake, lakini akaushika vivyo kinywani mwake. Hata hivyo chakula chake matumboni mwake akinabadilika, kimekuwa ni nyongo za machoka ndani yake. Amemeza mali naye atayatapika tena, Mungu atayatoa tumboni mwake. Atamuua sumu ya ataamwa sumu ya majoka na ulimi wa fira utamuua. Hata iangalia hiyo mito ya maji, vile vijito vilivyojaa asali na siagi. Aliyotapikia kazi atayarudisha asiameze, kwa mali aliyopata hata furahi. Ah, ujumbe huu ulinishtua kwa maana kuna watu wana kiburi, wana kitapa, waovu wana shangwe. Maandiko yamesema ni ya dakika moja, wataangamia kama mavi yao wenyewe. Kuna vitu wametaabikia kupata, pengine hata kukandamiza watu wa Mungu, kuwatesa, kuwekea katika hali ya, ya umaskini na ufukara. Lakini Mungu anasema shango yao ni ya dakika moja tu, aita dumu milele. Wale ambao umetaabikia wa watatapika, <laughs> itawatoka. Watapotea vibaya. Usikubali kuwa hesabu ya waovu, kwa maana eh, raha yao ni ya muda mchache. Maandiko inasema hivyo, wataangamia kama mavi yao wenyewe. Kwa maana amewaonea na kuwacha maskini, amenyang'anya nyumba kwa jeuri, wala hata ijenga. Kwa sababu hakujua utulivu ndani yake, hataponya chochote katika hicho alichokifurahia, hawezi kuokoa. Na naomba nikupe mfano mzuri, angalia Sauli aliangamia vibaya sana baada ya kukaidi sauti ya Mungu. Angalia Senakeribu ambaye ali, ali, alikejeli watu wa Mungu akasema hakuna Mungu. Ali, wasi tenda kitu. Aliangamia vibaya. Actually alirudi kwake akaangamizwa na watoto wake mwenyewe. Angalia Herode. Herode nitakusomea <gulio> Herode <gulio> aliangamia vibaya. Maandiko inasema aliliwa na mabuu. Siku moja akasimama akatoa hoja. Watu wakashangilia wakamsifu kama Mungu. Maandiko yanasema malaika akampiga, alafu akaanza kutoka na mabuu wadudu mwilini mwaka. Akakufa vibaya. Usifanya kejeli na Mungu, usikejeli watu wa Mungu, usijitape na kujivuna na kujiinua. Shangu ya muovu ni muda mchache, shangu ya waovu ni ya muda kitambo. Utawaona tena watapotea kama maono ya usiku. Maandiko imesema wataangamia kama mavi yao wenyewe. Sijasema, maandiko imesema. Wewe je, uko wapi? Una kitapa na kiburi na mambo ya dunia hii. Sikia vile Zaburi inasema, Zaburi thelathini na saba thelathini na nne mpaka arobaini. Maandiko yanasema hivi thelathini na saba thelathini na nne mpaka arobaini, wewe umungoje Bwana ah, mimi na wewe tunaongelesha Usiangaike, mungoje Bwana, uishike njia yake, naye atakutukuza. urithi wa nji atakutukuza urithi wa nji. Wasio haki watakapoharibiwa utawaona. Usiangaike, nimemuona mutu asiye haki mukali sana. Daudi anasema alimuona akijieneza kama mwerezi wa Lebanoni, nikapita na kumbe hayuko, nikamutafute wala akuonekana, kapotea kabisa Umwangalie sana mutu mkamilifu, umutazame mutu munyofu, maana mwisho wake mutu huyo ni amani. Wewe kuwa mnyofu, wewe kuwa mwenye haki Ma, mwisho wako ni salama, mwisho wako ni salama, Mungu anavyosema. Kwa hivyo tafuta njia iliyonyooka. Wakosaji wataangamizwa pamoja, wasio haki mwisho wao wataharibiwa na wokovu wa wenye haki una Bwana, yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Naye Bwana uwasaidia na kuwaopoa, uwaopoa na wasio haki na kuwaokoa, kwa kuwa wamemtumaini yeye. Wenye haki wataokolewa, takuwa na amani. Waovu wataangamizwa, watapotelea mbali. Biblia inasema watapotea na kuangamia kama mavi yao wenyewe sikia vile Isaya anavyosema pia, akielezea mambo hayo. Nataka uimizike upate matumaini, umtumikie Mungu na moyo wako wote. kumi na moja inasema hivi, kumi na tatu kumi na moja kitabu ni Isaya, inasema hivi: nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao, nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi, nami nitayaangusha chini majivuno yao walio wakali wataangamia au watadumu? Sefania anasemaje? Sefania na yeye pia anaelezeaje? waovu watafanya nini? watu wa Mungu chipeni moyo kwa Mungu, usitafute uovu. moja kumi na nane maandiko inasema hivi fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya kadhabu ya Bwana, bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha watu wote wakaao katika nchi hii, nam ukomo wa kutisha kumi na tatu wanasema na huku, utajiri wao utakuwa mateka na nyumba zao zitakuwa ukiwa, na watajenga nyumba lakini hawatakaa ndani yake, na watapanda misabibu lakini hawatakunywa divai yake. Ndio maana hata Ayubu akasema hiyo vitu wameangaikia na kuwababaikia hawataokoa kuwa, kuwa kuwa hata moja awatanufaika navyo. Siku ya hatari inakuja, wataangamizwa kabisa, watapotelea mbali kabisa. Usijiunge na waovu, tafuta Mungu. Sikia hata wakati Mungu ananena kupitia kwa Isaya arobaini na saba kuna vile wanavyotumaini. Je, vitawaokoa sikia vile Isaya arobaini na saba kumi hadi kumi na nne inavyosema. Maandiko nasema, maana umeutumainia ubaya wako umesema hapana, nionaye hekima yako. Na maarifa yako yamekupotosha nawe umesema moyoni mwako, mimi ndiye wala hapana mwingine zaidi yangu mimi. Yani wanajiinua wanaona kwamba wao ni Mungu. Yani maisha yanategemea nafsi zao, hakuna kitu ingine. Yani, wana kontroli hata dunia, wanatawala watu. Lakini sikia maandiko, lakini sikia maandiko inavyosema. Lakini sasa basi, Mungu anasema hivi Ukumbuke vile unavyo tawala na kuringa kwa sababu hiyo, ubaya utakupata, wala utajua kutoboa kwake. <laughs> na musiba utakuangukia, utaweza kuuondoa, na ukiwa utakupata kwa ghafula usioujua. Simama sasa na uganga wako wanategemea uganga na wingi wa uchawi wako, wanategemea uchawi wako, kiburi na wakaidi. Uganga na uchawi utawasaidia, maandiko na siri kusema, uliojitabisha nayo tangu jana wako, labda utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Ili ni somo, yani ili ni tamko la kejeli kwamba sasa umetegemea uchawi, umetegemea uganga na kiburi chako. Hebu tuone kama itakusaidia, elimu yako, hebu tuone kama itakusaidia. Hata kwa mfano, wakati wa janga la Covid 19 tuliona vile ilitendeka. Umechoka kwa wingi wa mashauri yako, basi na wasimame, au wajuao falaki, wasitazamao nyota, watabirio kila mwezi, mambo ya mwezi huo, wakakuokoe na mambo yatakayo kupata. Tazama watakuwa kama mabua makavu. Mm, unajua mabua makavu, unajua ya kuwekwa kwenye moto yanaangua mbio, aifanyi nini, haiwezi kuwa na na makaa. Mabua wale, mnaelewa mabua Maandiko, nasema mutakuwa kama mabua makavu. <laughs> alafu nini, nitaendeka moto utawateketeza, awata jiokoa na nguvu za mwali wa moto, au takuwa kaa la kukota moto wala moto wa kukaa karibu nao. Wapendwa, ndio maana Warumi pia inasema jambo hili jamani, ya mambo ni ma, ma, ma, mazito sana, naomba hiyo tafakari. Mungu anasema usio muovu utaangamia kama mavi yako mwenyewe. Hatari kubwa, hatari kubwa, ilo somo mbili tisa Warumi inasemaje? Inasema hivi viki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Muyahudi kwanza na Muyunani pia. Kwa hivyo, wapendwa, waovu wataangamia kama mavi yao wenyewe, watapotea kama maunu ya usiku, kama mvuke Hawatafurahia vitu zao, itaenda maandiko. Nauliza, utatafuta mwaliko wako wapi? Hawako, watapotea haraka sana. Ndio maana Zaburi pia anaposema mambo haya pia anafurahia Daudi, kwa maana alikuwa na hiyo experience katika utu, kwa maana, alikuwa mtu mkubwa na alikuwa na mali. Maandiko yanasema hivi, Zaburi 145 mstari wake ni wa 20, inasema hivi, Bwana wahifadhi wote Bwana huwahifadhi wote wampendao, na wote wasio na haki atawaangamiza. Je, wewe ni mwenye haki ama ni mwovu? 37 38 anasema hivi 37:10, samani 37:10, bado saburi. Kwa hivyo ukiwa mwenye haki atakuokoa, lakini kama wewe ni mwovu utaangamia. Ndivyo maandiko yanasema 37:10, saburi, maandiko yanasemaje? Maana bado kitambo kidogo Asiye haki hata kuwapo, utapaangalia mahali pake, wala hata kuwako. Mungu anakualika usiwe miongoni mwa waovu na watenda mabaya, kwa maana kuangamia kwako ni kubaya Watakao kama mvuke, watapotea kama maono ya usiku, hawatakuwako tena. Utatazama mahali pao apata kuwa, watapotea na kuangamia kama mavi yao wenyewe. Naamini unayenisikiliza utakayepata ujumbe huu, utataka kupotea namna hiyo? kupotea na kuangamia kama mavi yako mwenyewe? Hapana. Mm -mm, mimi siitamani hiyo. Kwa hivyo tafuta Yesu, kuwa mwenye haki, shikamana na Bwana wetu Yesu Kristo, tubu dhambi zako kwake Ungama maovu yako kiri, atakusafisha uwe safi, atakutia nguvu uwe mwana wake, uishi na uwe na matumaini ya uzima wa milele usikuje kuangamia kama mavi yako mwenyewe. Hebu Mungu akusaidie unapo tafakari, tafuta uso wa Mungu. Mungu wetu, kama nafsi nimeamua, naamini na, na ndugu na dada ameamua kwamba hatutaangamia kama mavi yetu wenyewe. Tunatafuta uso wako ili unapoangamiza waovu, sisi tuwe wenye haki, tutakaokolewa na kwa maana Mungu maandiko unasema, unajua kuokoa walio wakamilifu. Sasa tuokoe na dunia ya dhambi iliyochafuka inayoangamia. Saidia yule dada na yule kaka atafute uso wako mapema, kabla mlango wa rehema ujafungwa. Tubariki sasa na hata milele, kwa jina la Yesu ali mombezi wetu, amen. Barikiwa, tuonana tena.